Uende ukapige kura, ondoka wewe, rafiki zako, mke wako, familia yako, majirani zako, kula, mama, muende mkapige kura. Lazima tupige kura, lazima tupige kura. Sawa kabisa. Unajua kwa nini? Eh, unajua kwa nini tunapiga kura? Ili tuweze kumpata kiongozi tunayemhitaji Manake wewe unayemhitaji kiongozi, usipoenda kumpigia kura anapatikanaje? Kwenye akili yako unasema Maduangasa awe rais wangu au awe, awe mbunge diwani, lakini kama hujaenda kumpigia kura huyo Madua anapita. Lakini wewe utalalamika, utasema mbona Madua hajachaguliwa? Wewe ulienda kumchagua? Sasa unatakiwa ukamchague unaye. Kwa hiyo tujitokeze na pia amani amani na upendo, amani lazima tuwe, hiyo tunatakiwa tuilinde amani yetu ili tuweze kufanya biashara zetu za karanga ili tuweze kuendesha bajaji zetu ili tuweze kuvua samaki zetu ili tuweze kupata wateja wetu ambao watakuja kununua hivi. Kukiwa na vurugu, kuna mtu atafuta samaki? Kuna mtu ata, atakula karanga kwenye bajaji atakuwepo? Mimi mhudumu wa afya ngazi ya jamii nitapita nyumba kwa nyumba kuelimisha tena kuhusu afya? Ina maana kila mtu atabaki ndani kajifungia, pesa hakuna, kila kitu hakipo. Basi mama, sisi tunapenda sana amani na upendo. Mbarikiwe sana, hamna kitu kizuri kama amani na upendo. Sisi tumejitolea kuwatembelea vijana wenzetu, wapambanaji wenzetu, ku tarehe ishirini na tisa inahitajika twende tukapige kura. Kupiga kura lengo ni nini? Lengo mpate kiongozi yule ambao unayemtaka. He, kuliko kiongozi yule anakuja kukuambia, bwana, mimi nitakupa elfu mbili twende ukanichague, alafu baadaye akisha kumchagua atahitaji malipo yake. Sisi tunajitolea tumpate kiongozi bora, atuweke miundombinu yetu vizuri, afya tupate iliyokuwa vizuri, tupate amani. Lengo kubwa ni kulinda amani iliyokuwepo. Kipindi hichi ni kigumu sana, yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii ni mengi sana. Kwa hiyo, wamachinga tusifungamane na kundi lolote linaloashiria uvunjifu wa amani kwenye taifa hili na tusitumike na viongozi wachache kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Sisi sio makalai, tunajitambua, tuna majukumu yetu na tunaishi kwa amani na tunafanya shughuli zetu kwa amani. Kwa hiyo, nawaombeni tusijihusishe na mambo yoyote yatakayoashiria uvunjifu wa amani. Tujitokeze kwa wingi tukapige kura, tuchague viongozi tunaowataka. Mwisho wa siku tuendelee na shughuli zetu kwa amani. Nimekuja mimi moja hapo, ni nafisa usafirishaji upande wa bajaji na ni mwenyekiti wa mjini kati, kuja kuhamasisha tu kwenda kupiga kura, sababu sisi hataki maandamano leo. Maandamano yakiwepo, huyo mji utaingia kwa ndugu yangu, akiziaingia itakuwa nifuja akwa yani uta shida, kwa shida. So sisi tu yani, yani, eh, uta kwa miguu. Napita kwa hamasisha tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura kutokana na ni yake akiwa Mtanzania na tunafanya hivyo uteke maandamano, kazi zetu za afh unazijua za bajaji. Leo tukifanya maandamano tutaingia kweli mjini? Mjini tutaipata kweli? Tunaendelea kwa hamasisha na kufanya kazi wa kujitolea

umuhimu wa kwenda kupiga kura, kujitokeza kwenda kupiga kura. Tumeamua kujitoa pasipo kushawishiwa na mtu yoyote wala kurubuniwa na mtu yoyote, kuhakikisha tunawafikia ndugu zetu ili kwenda kuwakumbusha namna ya ili kwenda kuwakumbusha ifikapo tarehe ishirini na tisa kujitokeza kupiga kura. Basi kwa kuyajua hayo, ndio maana tumeamua kujitoa, eh, kwenda kuhakikisha tunakwenda kuwasihi na kuwaomba na kushirikiana na maafisa usafirishaji wenzetu kujitokeza ifikapo Oktoba 29 kwenda kupiga kura.